Karibu sana karibu sana kwenye kliniki ya afya ya mapenzi. Mwanza nakuletea mada inayosema mume wa goli moja chali ujanja wa kumpeleka kileleni mkeo. Ni huu mtazamaji, nakuletea mada hii kutokana na swali ambalo nimelipata ambalo nimeona linaweza kuwasaidia watu wengi sana kuelewa mahali walipo. Napozungumzia mahali ulipo ni kwamba pale ambapo unaishia goli moja, usitarajie kwamba huyu mwanamke ameridhika na hiyo hali, katika ulimwengu huu ambapo mwanamke uliyenaye ishatembea na wanaume wawili watatu kabla yako wewe, ilimradi tu mwanamke uliyenaye hujaukuta ni bikira Tambua kwamba anakulinganisha performance yako, utendaji wako wa kazi unalinganishwa, una na huyu mwanamke uliye naye, upende usipende, huo ni ukweli. Na katika ulimwengu huu wa kimitandao, wanawake wanashirikishana mambo mengi sana kwenye magrupu ya WhatsApp na wanaongea mengi sana wanapokuwa saluni. Ushahidi huo ninao wanaongea mengi sana ya kuwakandia wanaume wanapokuwa wako saluni. Hili ni jambo ambalo linatisha. Sasa uwe ni mwanamke, uwe ni mwanaume, unaangalia chaneli hii au video hii siku hii ya leo, ni jambo la msingi, kama wewe ni mwanaume ujue kwamba mwanamke uliye naye hajaridhika. Lakini lingine ambalo lipo ni kwamba mwanamke anapasa ajue kwamba naye vilevile ana wajibu wa kumsaidia mwanaume. Asishie goli moja. Jana nimekutana na wanawake wanazungumza juu ya suala hilo, wanawake wawili, na wametumia maneno haya mbo, nime goli moja, chali, hoi, huyu kaka, ambayo nimeyatumia goli moja chali, hoi hawezi kurudia. Sababu tumsikilize huyu kaka ambaye ameleta message hii. Anasema daktari, anahitaji ushauri wako. Mke wangu ana umri miaka 30 na mimi pia na umri miaka 30. Napenda sana tendo la ndoa lakini yeye amekuwa anataka niwe na uwezo wa kurudia raundi ya pili mara nyingi, yani isizidi dakika kumi niwe nimerudia. Sasa napokuwa nimemaliza raundi ya kwanza, mara nyingi wanapata shida kuanzisha raundi ya pili, au kama nitaifanikiwa inachukua muda mrefu sana. Nimejitahidi kutumia dawa za aina mbali ili niweze kupata raundi ya pili imeshindwa. Na anahisi kama ulivyozungumza hii imetokana na tatizo ambalo nimelipitia la kujichua. Nimejichua sana nilipokuwa niko chuoni na hata sekondari pale vile vile. Nitafurahi sana kama dokta, utakuwa na uwezo wa kunisaidia katika jambo hili, kwa maana ndoa yangu bado ni changa na nisingependa nimuone mke wangu anachepuka. Naomba msaada wako ili niweze kumpatia kitu ambacho mke wangu anakimisi. Sasa mwanaume wa miaka thelathini anaishia goli moja akifika miaka hamsini itakuwaje? Na je, huyu mwanamke atamvumilia katika hali kama hii? Sasa nimefanya tafiti katika kuandaa mada hii, nimefanya tafiti na nikaona kwamba kuna wanawake ambao Raundi ya kwanza wanaona kwamba haitoshi kabisa. Kama mwanaume hufahamu maeneo kumi na saba aliyonayo mwanamke katika mwili wake, maeneo ambayo yana miisho mingi, unafahamu jinsi ya kumwandaa mwanamke na kumsaidia kumpeleka kileleni, alafu ukawa na tatizo la kuwahi kumaliza, ningependa nikuambie kwamba una uharibu uhusiano wako wewe mwenyewe. Utashangaa tu kumuona mwanaume mwanamke anakudharau au anakuwa ni mwenye hasira hasira, au anakatisha au anapendi kuongea na wewe, ni kwamba anakuona kwamba umeshindwa kufanya kazi yako, lakini anakosa ujasiri wa kukuambia. Sababu huyu kaka kaambiwa na mwanamke kwamba sitaki izidi dakika kumi, umeshindwa kurudia. Inatisha, na huyu ni mkeo, umemtolea mahari, uko naye na kitandani, anakuambia vitu kama hivyo na unaona kwamba uwezo huo uh huna. Inatisha. Je, utamruhusu mwanamke huyu atafute mwanaume mwingine? Na kama hutamruhusu utamzuiaje? <laughs> Haleluya! Na kama hutamruhusu atafute mwanaume mwingine naye pia goli tatu au nne au tano utamzuiaje? Watu wengi wanaamini kabisa kwamba ni kawaida goli la kwanza liwahi kumaliza. Ni wengi, wengi wanaume wengi wanaamini, lakini mi siamini. Huu ni ujinga Huwezi ukaamini sawa, huwezi ukaamini kitu cha kijinga kama hicho kwamba goli la kwanza lazima liwahi. Sio kweli, shida ni kwamba hujui jinsi ya kujichelewesha. Hujui sasa, siseme kwamba oh, wanaume, ni kawaida goli la kwanza lina kihelehele. Huo na ni ujinga, natakani ufute ujinga leo, sawa? Kama goli moja ni zuri, mawili si mazuri zaidi? Kama ukiwa na gari moja ni vizuri sana, kuna gari unaendesha gari, ukiwa na mawili vizuri, unabadilisha leo la blue, kesho la njano. Sasa wewe unaishia goli moja kwa kwanini? Umeridhika na hilo goli moja na ukaona sawa sawa tu mke wako ameridhika? Usijidanganye, tafiti zinaonyesha kwamba asilimia sitini na saba ya wanawake huwa wanadanganya wanaume kwamba wamefika kileleni, kumbe hawajafika na ushahidi huo ninao. Sio hadithi ya paka na panya. asilimia sitini na saba. Hebu fikiria huyu mwanamke anakudanganya kwamba amefika kileleni, na kwa bahati mbaya wanaume wengi hawajui anayedanganya yukoje, na yule ambaye kweli amefika kileleni ukoje, hawajui. Kwa hiyo wanawake, wanaume wengi wanabeti. wanabeti wanabeti, wanabeti kufikisha mwanamke kileleni. Sasa hii itakuletea matatizo, matatizo sana mwanamke mmoja akaniambia akaniambia dokta, raundi ya kwanza haitoshi kwa wanawake wengi, na mbaya zaidi pale mwanaume anapokuwa na tatizo la kuwahi kumaliza inatisha. Na wanawake wengine, mwanamke manaw, wengine hawapendi kutiwa vidole vidole <laughs> vidole. Daktari, nitie nitie, hata nitie vidole, ndo anafikisha kile. Ni hiyo dudu lake lina kazi gani? ndo taka mtia vidole, mtia vidole, mwanamke tu mfikishe kliniki kwa vidole hivi. Mume wako ina kazi gani? Sitaki mimi mwanamke, kwanza naweza kuletea UTI. Wengine wakati makucha makucha yao yameweka vidudu, analetea matatizo toka ya UTI. Sitaki huyu. Ni daktari anaongea na sajon, sio daktari wa kawaida. Daktari upasuaji, anaweza kupasua mpaka ubongo wako akaweka sawasawa vitu kupiga kichwa. Anasema hivi, hiyo dada ni daktari, lakini anaanzia jei Haya, <laughs> rafiki <laughs> yangu, tuna chati hata sasa hivi. Nimemtumia video ya mwanamke mbili, uone wanawake wanavyohangaika kwa sababu ya pili ya tatu ya nne mm -hmm. <laughs> wanafikia wana kunyonya peke yake kutasaidia. Sasa tuna video hizi mbili <laughs>

kama vile kusipojua kupika, kusipojua kupika utaunguza tu chakula, utaharibu tu chakula. Unajui, unajui kupika, utaharibu tu chakula. Wacha na unajua, eh, kwenye chao unaweka chumvi, ee, chao unaweka chumvi, kamulie limao kwenye ugali. <laughs> Haya ni mambo ambayo yanawashinda wanaume kwa wanawake wengi sana. Nashukuru sana kwa feedback ambazo wanazipata uh, kutoka kwa wanawake na wanaume ambao wana, wana, wanatoa sasa, kutokana na sababu nimefungua channel ya Kiingereza na naanza kutafiti mambo mengi na kwa upya, naanza kutafiti kwa upya mbalimbali, lakini kikubwa ambacho nimewaletea wanaume na wanawake wanaoangalia video channel hii ni kwamba kuna mbinu mbalimbali ambazo anaweza kuzifanya kusababisha hali kama hiyo kutokea. La kwanza tuanze na mwanaume. La kwanza tuanze na mwanaume. Unapokuwa unataka kuanzisha round ya pili kwa sababu mke wako amekupa dakika kumi zisizidi. Wewe umerudia round ya pili umepanda. Mwanamke anataka urudie mara ya pili kwa sababu gani? Mara ya pili inakuwa ni rahisi sana kwa mwanamke kupika kileleni ni rahisi kwa sababu yani, tibua ukirudia mara ya pili ya tatu atafika kilele. Kwa bahati mbaya, wanawake wanaitwa multi orgasmic, yani anaweza akapiza hata mara saba, wakati mwanaume mara hii moja, kama una, una moja sasa. Basi la kwanza, upumuaji wako unachangia unapokuwa anxious, unapokuwa na mawazo sijui ntafanyaje. Kwanza la pili, tayari nguvu zote zinakimbilia kwenye miguu, ndivyo tulivyoumbwa. Akili haikuumbwa wewe urudie goli la pili la tatu la nne, akili imeumbwa kukuweka wewe salama kwa hiyo unapoona kwamba uko katika hatari ya kushindwa, akili haitambui kwamba ni mwanamke kwa mbele yako au ni simba. Kwa hiyo akili inasema kimbia, kwa hiyo damu zote zinapelekwa kwenye miguu, kwa hiyo huwezi kusimamisha tena. Kwa hiyo lazima ujue mbinu za kupumua, jitahidi kupumua kama vile bata. Ushamuona bata anapokuwa anatia, usione hivi, kupumua kwa staili hiyo, usione hivi inasaidia kuleta chaji lakini sio zaidi zaidi. Jitahidi kuvuta hewa kutumia pua, kwa sababu gani? Unapopumua kutumia pua kuna nitric oxide inaingia kwenye system. Nitric oxide inasababisha nguvu za kiume. Kama unafahamu Kiingereza, soma kwenye nani? Kwenye Google. Ingia kwenye Google. Nitric oxide and erection. Utapata. Kwa hiyo una staili za kupumua ambazo zitakusaidia uweze ku damu zisikimbilie kwenye miguu ziwe zinakuja kwenye maeneo halisi. Mwili wako una akili mbili tofauti. Kuna akili ambayo iko kichwani na akili ambayo iko kwenye moyo ni hii. Hii akili ya kwenye moyo imegunduliwa miaka ya elfu moja mia tisa tisini na moja. Seli za ubongo ambazo zimeonekana kwenye ubongo mwaka elfu moja mia tisa tisini na moja sawa. So, zinaitwa new rights ziko elfu arobaini. Kwa hiyo ni kweli una hamu ya kurudia, lakini nguvu tayari zimesha, akili imeshaambia, imeambia moyo peleka damu yote kwenye miguu, yule mtu akimbia sababu so, anamwogopa mwanamke, ataibika hapa. Sasa jinsi gani ya kuoanisha moyo na akili? Anza na kupumua, upumuaji wa design kama hiyo unaita Uh, heart and brain coherence. Kwa hiyo unafanya alignment. Sawa, unafanya una adjust akili na moyo vikae sawasawa, vio vinataka kitu kimoja. <laughs> akili na moyo. Sasa shida ni kwamba akili inataka urudie lakini moyo unasema una, una hapana. Sasa jinsi ya kuweza kuziku, kuzi adjust, upumuaji wako ni muhimu sana katika eneo hilo. Hiyo nakupa. Ndio ushauri wa bure hapo. Lakini ukitaka kunipigia simu nje ya redio, nje nje hapa. Utanalipa shilingi elfu kumi ndio unaongea na mimi, mimi sio redio, sawa? Hilo ni jambo la msingi sana. La pili ambalo linapatana na hilo hilo ni kwamba usipaniki. Kama. <laughs> La pili mimi siwezagi. Uh, usianze kujiambia hivyo, usianze kujiambia mimi la pili siwezagi. Unaiweza ila kwa sababu ni ujinga wako ndio maana ulikuwa unashinda sasa nimekuja hapa kukusaidia rafiki yangu. Sawa? Nimekuja kusaidia hapa. Yaani, kwenye akili yako usiweke hilo wazo kwamba siwezi. Ukishaliweka hilo, akili tayari ina, ina, inaambia moyo usitoe damu yote iende kwenye miguu ili haliwezi, hawezi. Kwa hiyo tayari kama nilivyokuambia kuna akili ya moyo na kuna akili ya kwenye ubongo. Kwa hiyo unaposema tu siwezi, tayari umeshatibua mambo, hutaweza kwe atembelea chaneli yangu ya His, hisia maishani. Huo ninafundisha saikolojia zaidi hapa, kwa sababu tayari unaamini kwamba unaweza. Uangalie ule umewako kamekuwa kadogo, kamesinya, kame. Sasa kachukue vilevile vile. Kakue vile vile kadogo kadogo. Alafu mwambie mwanamke miguu yake isikume, aivute hivi, ije hapo kwenye mabega, mwanamke usikume hivi. Alafu unaanza kukasugua kwenye kisimi cha mwanamke, kwenye ule uchi wa mwanamke. Kale kale, kaka kichwa kako, kika kichwa kale kale, hata kana kidogo anza kusugua sugua pale. Kama ikiwezekana tumia mafuta. Kataka mafuta maalum nitakuuzia. Kama yake ni kubwa kidogo, lakini sijali hivi. Uliko kama unaweza kulipia gesti shilingi thelathini, kulipia mafuta shilingi thelathini. Sio kitu kigumu sana, sio kigumu sana. A guest thelathini, nimpa mwanamume ya kwenda saluni, sauni, mafuta hayo maalum. Okay, sasa so, unatumia mafuta ili usije kuchubua, kwa sababu kile kisimi kidogo pale, unatelezesha pale Unakwenda taratibu tena, uko unamwambia, ninogeshe ninogeshe bebi, unamwimbia. Alafu mwimbia, unapokuwa unaimba, sawa. Ukiimba akili tayari ina switch, inajipanga ikae karibu na moyo, sawa sawa, na moyo. Unaweza kuwa unaimba unamzungumzisha, ngoja bebi nikuchezee kidogo, ngoja bebi nikuchezee, usiogope. Unaogopa nini? Huyu ni mke wako bwana, unaogopa nini? Sawa, unaogopa. Unasugua, inaanza kupata chaji taratibu. Unaweza sugua tu, yaani fanya kama vile ndio mchezo wenyewe tu, yaani hakuna ajenda ya kurudia raundi ya pili. Jifanya tu kama vile hakuna ajenda ya kurudia raundi ya pili sawa, kwa sababu unapo unapokuwa na, na kwenye akili yako kwamba kuna ajenda ya goli la pili, tayari unajua akili na inaanza kutishika kwamba nikishindwaje, kama juzi nikishindwaje, labda kaingiza mtani kalalia huko huko Anaoaa anaibika, jamani, ule ingiza, alafu inalala umomo. <laughs> itafutie shuka, haleluya. Kwa hiyo soft and gentle, taratibu tu, sugua sugua, hiyo la kwanza ya pili. Ukiona imeanza kupata nguvu kidogo, ipigepige sasa. Pale kwenye kwenye uchi wake mwanamke, si amekaa hivi, amekunja kabisa hivi anza kuipiga piga pale, piga piga, alafu nasugua sugua tena, piga piga, alafu nasugua sugua tena sawa. Hapo inapata chaji, hapo ndo inapata chaji, alafu naiminyaminya kidogo, sio unaenda mna hivi, naiminyaminya kidogo, na hiyo naisaidia kuiongezea chaji, sawa sawa. Hilo ni jambo la msingi sana kulizingatia. Kwa hiyo hapo, hata kama alikuwa anataka urudie mara ya pili haraka, anajua kuna kitu kinaendelea, kwa hiyo hajisikii vibaya. Unaona ujanja hapo, hajisikii vibaya, anajua kuna kitu kinaendelea, kuna kitu kizuri kinaendelea. Kwa hiyo hajisikii vibaya, kwa hiyo kwa sababu hajisikii vibaya, tayari unaanza kumpeleka kileleni polepole, na hiyo ni kitu ambacho unapaswa ukifanye. Sasa naomba usikilize wanawake wanavyozungumza. Na, na story hapa eh, angalia huyu mwanamke anasema hivi: mimi na umri wa miaka 35, sawa. Juzi juzi hivi nimekutana na mwanaume, yeye ana umri wa miaka 30, sawa. auli ya kwanza iliwahi sana wengi, umu, na nimeona hiyo ni kawaida ya wanaume wengi wanawahi kumaliza, sawa. Yeye akaanza kunilaumu mimi, akaniambia ah na ni wewe ni mzuri sana, ndo maana nimekuwa na kihelehele, ndo maana nimewahi. Subiri, nikamwambia sawa, hamna shida, nikatulia. Nikaona kwamba niende nitafute usingizi, lakini hazikuzidi dakika ishirini, akaanza kunipapasa papasa tena, akaanza kunipapasa papasa. Nikashangaa eh, ameanza dakika ishirini, nimeshangaa d likaanza kusimama, nikafurahi, tukacheza tukacheza, tukamaliza. Asanga tena baada ya masaa mawili tena akaanza kunipa pasa pasa na kaka tena. Anataka tena. Akasema eh, ndio nzuri. Ukiona mtu anakutaka sana maneno yake ni mtamu. Unaweza kuona jinsi gani? Mwanamke anapoona umeishia goli moja anakuona kwamba wewe unamuona yeye ni mtamu. Sasa huko nje anatongozwa. Akitongozwa huko nje ataenda kutiwa huko nje. Kwa hiyo mwanaume anayeweza so kurudia mara ya pili, mara ya tatu, mara ya nne, manake anamwambia mwanamke, mana huyu, wewe ni mtamu, wewe ni mtamu, ndio maana anarudia. Sawa? <laughs> So, kwa hiyo mwanamke, mana ambaye mwanaume harudii, manake sio mtamu. Hiyo ndio picha kamili, utaiona kwenye TV kesho. <laughs> Utaiona hiyo TV so, no, hilo jambo la msingi sana so. Sasa so, so. Sio tu unawakaa unaangalia matatu, wanawake wask wanajiweka matatu mengi kuwanajiweka matatu, yani matatu yasaidii kitu. Mwanamke naye inapasa naye atoe ushirikiano. Hii ndo maana Mungu akamwita mwanamke msaidizi. Sasa mwanamke ambaye hajui kutoa ushirikiano huo atapata shida sana. Ndo maana nakwambia kuna video mbili uone wanawake wanavyoshindwa kusimamisha ume uliosimama. Kuna video mbili hizo, nitawapa tu wanaume na wanawake pia nitawapa, ili wajue kwamba wana makosa wanakosea wapi. Hizo ni video mpya kabisa nimetengeneza jana usiku. No. Kwa hiyo mwanamke naye anapaswa ajue kwamba mwanaume ana maeneo kumi na manne na kila eneo lina ufundi wake. Sasa kama ungekuwa umepewa mtihani una maswali kumi na nne, wewe mwanamke na katika maswali kumi na nne wewe unajua matatu tu, kunyonya kupanua miguu labda anakukata kiuno tuseme, unachukua hayo matatu No. Unajua kuchezea korodani, unajua kuchezea chuchu za mwanaume, unajua kuchezea kitofu cha mwanaume. Na unaweza kuwa na wewe unajua kuchezea shingo ya mwanaume. Kwa hiyo lazima utafeli tu. Kwa hiyo usianze kulalamika, "Oh, mwanaume hawezi kutulia na mwanamke mmoja." Ah ah. Kosa ni la kwako, umeshindwa kumsaidia yule mwanaume. Kuna vitu ambavyo unapaswa uvifanye. Na video karibu ya zaidi ya hamsini na kwa leo ambao ulishachukua hizo video nitakwambia kuna video nyingine ambazo, kama unaagizia video hizi advance, uniambie siga kutumia zile za zamani, zile zamani za zile ambao wanaingizwa kitchen party. Wanaingia kwenye harusi. Ziko video kama hamsini za kwanza. Zile za kwanza. Kuna hizi nyingine mpya ishirini na ngapi hivi. Kama unataka hizo advance mwanamke ambazo utaona na hizo video mbili za mwanamke anayeshinda kusimamisha uume utaziona, unalipia shilingi 10000 na kutumia kwa njia ya email. Usiniambie kwa njia ya WhatsApp, kwenye kwenye WhatsApp elfu hamsini. Eh, dada mmoja akatokea wapi? Singida, Singida Kiomboi, Kiomboi shini mkoa wa Singida, eh, alilipa shilingi elfu sitini, ananiambia daktari nataka unitumie hizo kwenye namba au nitumie hizo kwenye whatsapp. Anyway, alikuwa, ilikuwa ni kazi ya ziada na hilo ni jambo la msingi. Kwa hiyo mwanamke lazima ajue kwenye hizo, kwenye hizo video mpya ambazo nazungumza kwa upande wa wanawake, utamwona mwanamke ana makosa anayoyafanya katika kumsaidia mwanaume asimame. Na alafu mimi nazungumza na kueleza kosa analolifanya yule mwanamke ni hili hapa, bali angeweza kumsaidia kusimamisha lakini amefanya kosa hili hapa. Kwa hiyo kuna makosa ambayo wanawake wanafanya wanapokuwa wanataka kufanya kuna unapaswa kufanya vitu viwili au vitatu kwa mpigo. Kwenye video moja hiyo ipo hiyo, hizo video, video mpya mwanaume ume umesimama anaingiza alafu ume unalala ukiwa ndani sasa mwanamke hajui afanyeje unatakiwa unapoona mwanaume ame, uh, ume wake umezimia ume, ume ukiwa ndani umesinzia ukiwa ndani jinsi ya kufinya kufanyia masaji kwa uke wako kuna njia ya kufanya masaji wakati ume uko ndani na ukijua mbinu sahihi kuna video mbili ndefu ambazo zinafundisha hilo jinsi ya kufinya uume kufanyia masaji ume wakati uko ndani. Hizo ni kuna video mbili ndefu, dada anayefundisha hilo um, uh, uchi kabisa anafanya video mbili tofauti, ziko tatu ya. Ni kuna adla moja ameniomba kutumia uke okay. Inaitwa tatuon fanamaa tmnalala kitaalam kwenye sexology kwa hiyo mwanamke ana kazi naye vilevile kumsaidia ya ya mwanaume aweze kusimamisha mara ya pili ya tatu ya nne. Ni kwamba wanawake, mlivyo uke wako unatanuka unapokuwa umejifungua, au kama mwanaume wa kwanza ulietembea naye alikuwa na ume mnene kuliko huyu ulienaye, huyu mwanaume hapati msuguano wa kutosha. Na kama hapati msuguano wa kutosha, maanake hawezi kupata, un, kupata, un, anapokuwa yuko ndani kuongezeka chaji, ume waongezeke chaji zinapungua. Kwa hiyo mwanamume akikutana na uke ambao unabana vizuri, anapokuwa anaingiza unapata chaji, kwa sababu asilimia kubwa ya wanaume wanajua wameshapitia mchezo wa kujichua, masturbation. Anakuwa anashika dudu lao anasugua sugua mchezo wa kujichua. Kwa hiyo ume unakuwa umezoea msuguano mkubwa. Kwa hiyo kama uke wako umelegea wengine wanajiambia ukeni uke umetanuka najambia ile okay. Ume da dawa na na na na na ma na na uke ulipo bana, akajishangaa akanipigia simu na, na, na, na, na kushukuru, unaweza kuona kwa hiyo haya mambo sasa, utaambiwa kwamba bwana, naona mimi napoa sana kwako, ndio unakutoa. Wanaume wanaanza kuomba kinyume na maumbile, na kasi ya kuomba kinyume na maumbile imeongezeka, imekuwa kubwa sana, inatisha. Kunyonya kwenye ujui, maeneo ya mwanaume kuyachezea ujui, alafu unabakia tu kusema, oh, wasaluni wanasema wanaume siku hizi hawatulii hata ungebinuka kiasi gani. Sio kweli, ushahidi unao. Tembea kwenye peji yangu ya Instagram uone ushahidi ninao, watu ambao wamebadilisha ndoa zao upya. Kwa hiyo usibweteke kuona kwamba unayojua anatosha, huu ni ulimwengu tofauti sana mwenzio nimi, niko hapa. Ndo maana nakwambia unanunua hizo video, kila siku natafuta vitu vipya tofauti kwa kadri ninavyokutana na vilio vya wanaume na wanawake, naangalia tafiti ambao wamefanya tafiti wanasema nini hasa. Ukitembelea kwenye chaneli yangu ya Kiingereza ndo utafaidi sana, japokuwa ina video nyi, chache kidogo, lakini kuna mambo mazuri sana ambayo anayaweka hapo sasa hivi, kwa sababu napenda sana kuongea Kiingereza. Kwa hiyo naongea kwa uhuru zaidi kwenye Kiingereza kuliko kwenye Kiswahili. Hata ninapomwomba Mungu naomba kwa Kiingereza. Kwa hiyo ni kitu ambacho utanisamehe kwa hilo. Kama unataka kuagizia hizo video, gharama ni shilingi elfu kumi. Maelekezo nakuwekea hapo chini na namba zangu za simu ziko hapo chini vile vile. Na kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza, tafadhali waambie marafiki zako juu ya channel hii na faida ambayo umefariki. Waambie marafiki, share with your friends please, and God bless you, bye.